Kawaida wavuvi, watu wenye kuvua baharini, wakiwa wana samaki, wataka kuwahifadhi, wasiharibike, huwafanya nini? Wakipasuliwa ng'onda, hutiwa nini? Chumvi. Ile chumvi hutiwa wale samaki, lengo na madhumuni ni kwamba ule samaki asifanye nini? asiharibike. Kwa hiyo hii chumvi kazi yake ni kumuhifadhi samaki asiharibike. Sasa ukitaka kuihifadhi chumvi usiharibike utaitia nini? Ikiwa chumvi ndio inaohifadhi samaki wasiharibike, je, ikiharibika chumvi itatiwa nini? Kiswa chenyewe wetu kwa heading yenyewe ni hini, chumvi nayo huhifadhiwa na nini? Ikiwa chumvi huhifadhi samaki asiharibike, je, chumvi nayo tukitaka isiharibike tuitie kitu gani? Kiswa ni hichi. Bwana mmoja aliyoa mke mtwa mashamba Badawi. Akaketi na mke wake wa uzuri, lakini kwa Swahili ukwambia kata na mtungi haziati kugongana. Kwa bahati Kukatokea utesi wa kifamilia, yule mume, utesi, yaani utesi wa kisawa sawa, utesi mbaya sana. Ule mume akaona hapa hapaketiki tena, suluhisho, suluhisho mimi ni hame hapa, maana huku kuketi na familia ndio kusababisha tumeteta, hali ya mpaka sisi tuna msemo husema si mzuri kufa kutozikana, na waislamu hawatakiwi wawe na neno kama hili. Hili ni neno si la Kiislamu, hata kama limeyazungumzwa na Waswahili, halikubaliani na Uislamu. mimi na wewe kufa kutozikana, wajua kuzika si hisani, kumzika mwendani wako ni fardhu aini, ni lazima ukamzike hata kama umetetana naye. Ala kulli hali, huyu bwana akahama hii sehemu, akaenda mahala porini zaidi, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amemruzuku mke mzuri sana, mke amuonae humtamani. Akaenda mahala kuishi, yule Sheikhul Hayy, mzee wa kijiji, akamuona ule bwana, kwa bahati alikuwa kwenye hiyo sehemu alokuja ule mgeni amwona mkewe akampenda sana, ule mzee wa kijiji. Samahani, ni kiswa tu, kama wewe kuna mtrao, wewe kuna mzee wa mtaa, sikukusudi kusudii wewe. Hichi ni kiswa huko zamani, kabla hata firauni wetu kua. Kuna mazingatiwa mimi nayataka kwenye kiswa hichi. Ule bwana amempenda ule mke wa mtu, kama wengine wapendavo wake za watu, lakini tampata iye na mimi hapa ndio watu wote wakiwa na jambo huja kwangu, wakiwa na matatizo hurudia kwangu. Ule bwana akapanga njama, ana watu huja akawapa, akawaelezea kama darasa na darasa lake, akawaambia baada ya kuwa wamerudi sehemu yake ule shekhe Misi? akawambia bwana anataka mwende, akatagua watu watatu kuna sehemu fulani, kuna mgeni amekuja, nataka mumchukue mwende kwenye msafara wa aina fulani, mathalan kama kuambia kuna bidhaa voi mwende mkaichukue. Na zamani ilikuwa usafiri mwangamia kwenda itahitaji pangine siku tatu, kurudi siku tatu. Akaona, nitapata nafasi nzuri ya kuipatia faragha kukutana na ule mkewe, mume nitakuwa nimemtoa wale jamaa wakaja mpaka kwa yule kwa yule bwana, asalamu aleykum. Salamu, salamu. Wee ndiye fulani eh, wamjua mtu fulani? Nimemsikia lakini si mjuu e, yule ndiye nini na ametutuma mahala, asema na wewe wataka, maadamu umekuja kwenye sehemu kama hini na wewe wendele tukuoneshe namna ya mazingira na biashara za hapa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Yule bwana ikawa hana budi ila akubali akamuaga mke wake, wakatoka wakenda. Walipokwenda, ule bwana akajua, yule mzee wa mtaa, kwamba jamaa wameshaondoka. Nafasi nayo watu walikiishi kwenye matenti mahaima, haya haina milango, we ukifungua mlango wa kufunga na kamba, ukiifungua umeshaingia. Ule bwana akaja usiku, usiku akanyata. Unyata ni kwenda kwa taratibu, usisikiwe sauti. Kwa bahati waiwa, nyumba ikiwa huijui, hujui hapa huwekwa nini, hapa huwekwa nini. Kumbe kumewekwa zombo. Akaingia kwenye zile zombo, zombo. Mwanamke akashtuka nani? Aa, mimi mzee wa mtaa. Mzee wa mtaa, usiku wote hunu unani? Usiku hunu umenijia nyumbani kwangu. Nilikuwa na haja na mazungumzo na wewe. Bismillah, mazungumzo gani usiku kama hunu? akamwambia mimi bwana, siku nilipokuona nilidokwa. Unajua kudokwa, kudokwa yani ni kukosa akili, yani mimi nilipagawa, nilikosa fahamu kwa ule uzuri wako. Hivi unionavyo mimi sioni, sisikii na, na kupenda kufa eh. Sasa kwa hiyo nataka uniruhusu lile ambalo kwamba wanawake huwaruhusu wanaume eh. We huyui kama mimi ni mke wa mtu na yua yote, lakini mimi hapa sitaki kujua tena. Wewe wayua, shetani akishakutawala halas. Lakini kwa kuwa yule mwanamke ni mwanamke mcha Mungu, ni mwanamke amuheshimu mumewe ni mwanamke amuogopa mola wake, akamwambia sawa, mi nitakukubalia hilo utakalo, lakini si kwa leo, ila na sharuti. Ukitimiza hizo sharuti, na mi nitakukubalia ulitakalo. Kwa yuwa tena mwanamume akishakuwa ataka yambo akiambiwa, tayari sema, utaka hata hati ya nyumba atakuandikia. <laughs> ndo wenyewe ukwambia, mtoto akitaka kitu kwa baba, asimwambie baba, amwambie mama. Mama ajua sehemu gani ya kumwambia baba, atamnunulia tu basikili, hakuna neno, amnunulie mwanzo. A basi shika hizi kabisa, wewe mpesa, ngoja nikutumie kabisa. <laughs> si wanaume mmadhaifu, wanawake hawa hututawala sana, hasa ukiwa wewe walitaka walitakalako. Basi yule akamwambia niambie, kuna sharti gani? yule bwana yule mwanamke akamwambia, nataka nikuulize hii nyama, kama tuataka tuiweke isiharibike. Unajua watu wa mashamba wafuga wafuga wanyama ni kama wavuvi. Wavuvi wana namna ya kuwahifadhi samaki wasiharibike, na watu wa mashamba wana namna ya kuhifadhi nyama isiharibike. Hii nyama au hawa samaki tukitaka tuwaweke wasiharibike, tutatumia tuta mbinu gani? akamwambia hakuna mbinu, ila ni tuitie chumvi ile nyama, tuiweke juani kauke, haitoharibika. Au hawa samaki tuwatie chumvi tu, kuna wakuvumbika kama wewe, wajua mambo ya ng'onda. Kuna ng'onda wa kuvumbika na hundo ng'onda bwana, na kuna ng'onda wa kukaushwa, lakini mpaka atiwe chumvi ndio atahifadhika. Oh. Haya sasa, ikiwa hii chumvi huikataza nyama isiharibike tukitaka chumvi nayo isiharibike tutaitia nini? Ah. Shekhe akaona le leo mwanamke ameniuliza suala kiboko. Yule mwanamke akamwambia, mimi sina haja unijibu sasa, wewe tukuwa muda wako, hata kesho, kesho kutwa, ukipata jibu ukiniletea, likiwa muafaka, basi mimi nitakukubalia utakalo. Shekhe akaona golden chance, ni kumbe nimepewa nafasi wate, na mimi nitakwenda kuingia kwenye Google nipekuwe. Ule shekhe aliporudi kwake asubuhi, kama kawaida, watu wamekuja kwake yeye, wakazungumza. Baadaye akawaulize, jamanini, nina suala nitaka kuwauliza. Haya, bismillahi suala so gani? Baada shekhe amerudi kule kwa mwanamke waarabu, kwambia raja karnai himari mtu akenda mahala akiwa amerudi hakupata kitu, ukimuuliza ehe, haya humpata chochote, ukwambia rajatu bi karnai himari, nimerudi na pembe za punda punda na pembe